Habari, karibu tena katika channel hii, na leo utaenda kujifunza pishi rahisi, pishi la nyanya chungu na bamia kama hivyo unavyoona. Basi usisahau kusubscribe katika channel hii, lakini pia usisahau kulike katika video hii na kucomment pia. Ta, mm, basi uende nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii, ili upike pishi lako kama hili pishi rahisi, basi unatakiwa tu uwe na vitu kama hivyo hapo. Cha kwanza ni nyanya chungu pamoja na bamia ambavyo umeviosha. Baada ya hapo, kama nyanyachungu unaweza ukamenya na ukakatakata bamia zako kama hivyo, lakini pia uwe umeandaa nyanya hoho, kitunguu pamoja na karoti kama hivyo hapo, lakini uwe na chumvi na uwe na mafuta e, kama hivyo, lakini pia kama utakuwa na blender itakuwa ni kitu kizu, nani, itakuwa ni jambo zuri kwamba unaweza ukablend vitu vyako ukapata pesti ambayo itakusaidia kupika rojo lako vizuri kama hivyo hapo. Nitaenda kuviblend vyote, nitabakisha tu karoti kidogo e, pamoja na kitunguu, lakini pia unaweza ukaacha hoho kidogo e, unaweza ukaacha hoho kidogo hapo sijaonyesha, lakini mimi kipande changu kilibakia Mwishoni. Kwayo, wapo, hivu, basi, ntaweka mwishoni. Kwa hiyo kama hivyo hapo, nimeblend nyanya yangu kama hivyo, nimepata paste nzuri. Basi cha kwanza nitaweka nitaweka vitu vyangu, nitaenda kuweka mafuta, nitabandika mafuta, lakini yakisha chemka nitatia nyanya pamoja na na bamia kama hivyo unavyoona, vipite kwenye mafuta kwa muda kama wa dakika mbili alafu nitaweka vitunguu pamoja na karoti ya kipande karoti ambayo imekatakatwa ile. Baada ya hapo, nitaenda kukoroga, nitageuza geuza mpaka nitakapoona kwamba kitunguu nacho kimeiva. Kitunguu kimeiva, kitunguu. Baada ya kitunguu kuiva, sasa ili kiive kitunguu chako, hakikisha unakuwa unageuzageuza, una geuza kila wakati. Baada ya kitunguu chako kuiva, ukiona kimeiva basi unaweka ile pesti ya nyanya uliyoisaga. Eh, unaweza ukasaga kwa blender ya mkono mm, kwa kile kiblenda cha mkono cha kwa kusugua nyanya yako ukapata tu rojo zuri kama hivo hapo, lakini ukikata itakusumbua. Kwa hiyo hakikisha umeisaga nyanya yako pamoja na karoti kama hivo hapo. Basi nitaenda kuongeza chumvi kidogo. Chumvi weka kiasi unachopenda kama hivyo hapo lakini nitaacha huu mchanganyiko wangu uchemke kwa muda kiasi, ni uchemke kwa muda kiasi. Mimi hapa niliacha kama dakika tano hivi. E, kama dakika tano mm -hmm. Kama hapo, halafu nimeweka chumvi. Basi baada ya hapo sasa ndo nitaenda kufunikia, kufunikia ili vichemke sawa. Na hakikisha moto wako umeweka kiasi e, usiunguze ili usiunguze lakini pia usio umeweka moto kidogo sana kwa hiyo hakikisha moto wako uko kiasi mm -hmm. Baada ya hapo ni, ni meweka hoho hiyo hapo nimeweka hoho yangu nimekata vipande kidogo mm. Unaweza ukaweka unavyopenda we kama unapenda hoho iwe nyingi unaweza ukaweka lakini kama hivyo mimi, kwa sababu nyingine nilisaga kwenye nyanya, kwa hiyo ile harufu na uh, ile ladha ya ya ya hoho na ipata taipata vizuri. Baada hapo kama hivyo, tafunikia tafunikia pishi langu. Mm, nimekaa baada ya dakika tano ndio kama hivyo hapo, mambo yako vizuri, kama hivyo hapo unavyoona lojo langu liko vizuri, bamia imeiva na nyanya chungu imeiva, lakini kwa sababu nilipitisha kwenye mafuta ina ladha nzuri, lakini pia siri mojawapo ni kwamba baada ya kusaga na kublendi ile m, kublendi ile nyanya pamoja na karoti yani, inaleta ka rangi fulani hivi ka rangi amazing. Basi kama hivyo hapo, usisahau kusubscribe katika chaneli hii, lakini pia usia, usiache kuweka komenti yako kama umependa vidio hii. Lakini pia usiache kulaiki maidia na tumaini umeipenda na umeifurahi. Asante sana kwa kutazama video hii na karibu tena.